na guthuurwo na kura na gwoku mure gwetagwo ikino na riri ni riiko rirugagira ciana ngiri mirongo itatu irio o muthenya katase of the leadership of this area ndoka guku ndinyihitie muno nita mujumba wa ituura riri guchakaya na andu akwa aikino arata a family no ya Moses Muiru makiria muno the small house of muturi wa muiro tondo ni my small brother i have worked with muturi kuma mwaka wa ngiri igiri na idato riria twanjiriirie inoro de boss ya muturi turi ni nii ndatrainire muturi gutangatha so wa gari benjamini is going wi guku wi muira and so when muturi through thick and thin

Muturiwe omeredia nyua eto maituko maingi muno na baba wanyu mwina family yanyu nene ya ina hinya moyo omeredia yi na rugendo roro tuguthie na inywe tondo na nyimwa na tunyitirira ni gatho ni kujitikiria jarie na ni gatho ni kujitikiria na no ndira thi na mbere na gwika campaign ya kugane one time one time one time asante sana thank you